Gari za Ruto slanashikagai hiyo lori ilikuwa inashuka Nairobi hapo, kutoka hapo kuna hiyo gari ya helo naona inapita kadrozi hiyo barabara, ikaruka ni barabara zote mbele yangu, kakuja ikakuja ikakuja kuingia huku msituni, fly kama ndege, nikiangalia mbele yangu tilikuonyesha